kwengineko wakenya wametahadharishwa dhidi ya kutoa data zao kwa watu wasiowafahamu kwani taarifa zao zinaweza kutumika katika uhalifu mwanahabari wetu boniface barasa anatuarifu zaidi kutoka kaunti namba 25 hili ni kongamano liloleta pamoja wadau mbalimbali wakiwemo maafisa wa serikali kuwahamasisha wakazi wa kaunti wa ya samburu kuhusu umuhimu wa kulinda na kuhifadhi data zao mara kwa mara. Kumbe watoto hata wanaweza kuchukua maidi zetu, wanaenda kukopa naye pesa, wanaenda kuchukua naye kupulisa ma, hata masimu hizi. Kwa hivyo hii data imetusaidia kwa leo, kwa sababu hatujawahi kufunzwa kitu mzuri kama leo. Tumeweza kuendelea na pia kufunzwa mengi kuhusu namna jinsi tutaweza ku protect data yetu uh, kwa njia yoyote ambapo unapatikana uh, ya kwamba kuna wakati mwingine pia unaweza enda kwa um, media kwa social so tunaweza kuelewa mambo haswa ni jinsi gani tunaweza protect. Hamasa hiyo imeonekana kuleta mwanga na kuipevua jamii ya wafugaji, na vile tunaenda kuhimiza community wakae imara kabisa kulingana na hizi makitambulisho ama ID, ID yako na po namba ama takiare i e, wakati wanaingia kwa makambuni, kila mtu aweke siri yake mwenye, asiambie mutu yeyote. Kuna uh, maofisi baadhi uh, ya maofisi ambayo kuna uh, ofisi ambayo tunaweza kufuatilia, kama kwa njia ya polisi, unaweza enda kuripoti kwa polisi kusema kwamba data yangu imeweza kuchukuliwa kwa njia moja ama nyingine na imeweza kupatikana mahali fulani ikiwa inatumika kivibaya. So hiyo ndio njia ya kwanza ambayo unaweza kuripoti. Wakuu wa usalama kaunti ya Samburu wakiwaimiza wakazi kujiepusha na watapeli wanaowaadaa na kutumia taarifa zao visivyo wamefunza watu mambo ya data protection vile wananchi pia, mpaka wawe chonjwa na information kuwahusu ili isitumike vibaya na wakora na tunaona hiyo itasaidia sana, na tungependa wananchi wajiadhari vile wanapeana data yao, na hata leo wamesomeshwa vile wanaweza wasilisha complain kuhusu abuse ya data yao. Maelfu ya Wakenya wamejipata pabaya, data zao zikitumiwa visivyo, hasa kutokana na ulaghai wa mitandaoni. Kampeni hizi zinalenga kuhamasisha Wakenya ili kulinda na kuhifadhi taarifa zao ili kutojipata kwenye mkono mbaya wa sheria. A Boniface Barasa, Runinga Citizen, gatuzi la Samburu.